Tena usinizoee una roho mbaya sana we dada Nandoma na ndio maana maisha yako uko peke yako utaendelea kuishi peke yako na mpaka unakufa huko peke yako Helo, uh, tunawapenda sana Tanzania. Mimi naitwa Mr Simon, niko na mke wangu hapa Bibi Warda kama mnavyomuona mependeza. Unajua, <laughs> ni washauri wa wanaume wenzangu, hakuna maisha mazuri na maisha yaliyokuwa na upendo ya furaha kama maisha ya ndoa, haswa umpate mwanamke mzuri, mwanamke mpole, mwenye unyenyekevu na mstaarabu. Kiukweli utanawili sana kama mimi unavyoniona unajua maisha kwenye ndoa ni maisha mazuri na maisha matamu sana. Maisha kwenye ndoa ni maisha ambayo ni matamu sana. Na no, washauri wenzangu wanaume, tuoeni, tuwe na wake zetu. Unatamba, unatembea, unasema niko na mke wangu kama mimi hapa, mke wangu mzuri eh? Najitahidi, natunza au <laughs> <laughs> unasemaje mke wangu, bila kusahau hmm. Jamani, bila kusahau, wanandoa, mume wangu umesahau kuhusiana na jambo la mchepuko adakta yani, umesahau kabisa kuhusiana na mambo ya mchepuko, kwa sababu hiyo ni swala nyeti sana, linatakiwa liwekwe hapo ili wanandoa wajifunze kuepukana na mambo ya mchepuko. Sawa sawa, wanaume wenzangu, yani hakuna jambo ambalo linaweza likaua familia likarudisha familia nyuma kimaendeleo kama swala la mchepuko, kwa maana michepuko ina gharama, kwa sababu atahitaji laki tatu laki nne kwa siku. Sasa hiyo hela kwa nini usimkabidhi mkeo akailinda familia akaitunza familia ukafanya vitu vya maana. Michepuko haina maana, yani michepuko katika maisha ya ndoa. Kiukweli mimi kama mimi hapa Mr Semo sihitaji hata kidogo, na ndo maana niko na mke <laughs> wangu. Wada, hebu zungumza kidogo, mke wangu. <laughs> Kabisa jamani, nadhani leo mmefurahi sana kumwona Mr Simon katika live yetu, kama jinsi mashabiki zetu mlivyoomba kwamba mnahitaji kumuona Mr. Simon muda mrefu sana hamkumuona kwenye live, tumekuleteni Mr. Simon na kajibu nadhani maswali yenu na kuwashauri vizuri zaidi ipasavyo. Mke wangu umeongea sana mpaka koli imekauka, hebu <laughs> ngoja nikakuletea maji kwanza. Haya, eh, subiri kwanza, umemsikia Saidi anavyosema mm. kwamba unatumwa hadi maji <laughs> kweli mapenzi mubasha <laughs> <laughs> yaani, okay, yeah, usichokijua, leo kaniandalia surprise kuanzia asubuhi, kafanya usafi, kapika, yaani mimi leo nimekaa kama vile malikia. Kwa hiyo ni kawaida ya mume wangu, kwa kweli, kawaida yake. Kwa kwaona mi ningoja niwaage bye Kumbe ni wewe, ndugu yangu, mchuzi. Unajua <laughs> nilikuwa najiuliza huyu ni nani? Maana naona huko ananizuia njia, huko ananizuia, umenichanganya sana, unajua bwana. Ndugu yangu, toka natoka huku nyuma nakuangalia kabisa, naona hauko sawa, shida nini? Ni kweli siko sawa lakini ujue kukosea katika kusamehe ni bora kuliko kukosea katika kuadhibu. Hapa kuna mtu nilikuwa naenda kumwangalia, maana naona kidogo huenda akili yangu itakaa sawa. Ulikuwa unaelekea huku ya mm. Unaonaje tukaongozana ili tufike kule tuzungumze, maana kitambo sana ndugu <laughs> yangu. Ujue mchuzi na matatizo sana, maana yale mambo yako bado tu hujaacha. Kawai niko vizuri timamu yeah. Tuondoke ndugu yangu. Kwa adui mkubwa sana wa pombe. Lakini leo naona yamekuwa ni maisha yako. Prince. Kwa nini unapenda sana kuja nyumbani kwangu? Wakati mimi na wewe ni maadui wakubwa sana. Kuwa maadui haina maana kwamba muda wote tutakuwa tunapigana vita. Kuna muda wa kuandaa silaha. Kuna muda pia wa kuponya majeraha. Lakini pia kuna muda wa kuusoma udhaifu wa mwenziwe oh. Kwa nini unakuja kusoma udhaifu wangu, sio? Na kwa nini usitumie fursa hii kuweza kusoma udhaifu wangu? Ulitumia muda gani kuweza kumsahau kakangu? Unafikiria ni rahisi namna hiyo? Siwezi kumsahau Pita. Ni mwanaume ambaye nilikuwa ninampenda sana. Ni mwanaume alikuwa anajua thamani ya mwanamke. Ukiachana na ulevi wake wote, lakini Pita alikuwa ni mwanaume, alikuwa na upendo. Naweza vipi kumsahau mtu kama huyo? Nakupenda kama alivyokuwa akikupenda kakaangu Pita. Nani? Sijui lugha ipi ambayo nikitumia itakuwa ni sahihi, niseme ni hawara yako, mpenzi wako, mchumba wako au mumeo? Niliapa siwezi kuwa na mwanaume mwingine zaidi ya Pita. Siwezi hit and run Eat and run, siwezi tia mguu katika mtu ambao nimemshuhudia mwenzangu akiliwa na mambo. Vipi, umeshawa? Ah, shida inaipata yaani, nateseka kwa ajili ya nyumba ya mwanangu mimi. Simon. Mwanamke ataniua huyu kweli. Mwanamke ataniua jamani ah. <tutu> kuna <woku> <tutu woku> nini mama? Simon. <tutu woku> Saimoni, mwanangu, mke wako ataniua huko ndani, kila siku nikikwambia, mke wako ataniua. Asubuhi nimeamka nimevaa kakagauni ulikoninunulia mke wako maneno maneno, kile mafumbo anazunguka, ananifumba mimi, ananisema mimi. Saimoni, nitapasuka kifua, kifua changu kitapasuka. <laughs> Mama, unachokisema unamaanisha ondele michezo yote humu ndani tunayofanya, Simon, Simon, kila nikikwambia unaniambia lina ukweli lina ukweli. ndani yake au watakanife ndio ujue lina ukweli. Unaona hata kifua changu kilivyokauka, Simon? sasa hivi napikiwa matakataka humu ndani machumvi kibao, mpaka kifua changu sasa hivi hakifanyi kazi Simon. Utaacha nipasuke, Simon? Utaniua kwa ajili ya mwanamke wako? Niachie mimi mimiloswaa nitadili naye. Umenielewa eh? Nimechoka na huyu mwanamke wako, simtaki mama shetani wa mguu mmoja. Wewe kila siku unanilisha matakataka yako humu ndani, machumvi yamezidi, kifua changu mpaka sasa hivi mimi naumia. Shusha pressure. Hivi wewe mwanamke, hebu nikuulize kwanza swali, hivi hili tumbo lako, hili tumbo ndio linapotoa jeuri? Yaani ilo tumbo ndilo linakotesha mapembe yako kuninyanyasa mangu. Unajua uchungu wa mama wewe? Eh? hilo tumbo lako, hilo tumbo lililojaa ndee, unataka nikufanya nini? Unataka nilitoboe toboe? Sikiliza, hilo tumbo lisikutie kichwa mundani mpaka ukafanya uninyanyase mamangu. Unajua uchungu wa mama wewe? Nitakutoboatoboe na hilo tumbo nitakutoboatoboa, unanielewa Hey! Ina maana Kanu ameamua kukaa kimya kabisa, hmm? Kanu hapokei simu zangu dakika ya mwisho akaamua kuchukua mabegi yake na kuondoka, na hayo yote ndio yalosababisha mpaka leo hii Bela hayupo nyumbani. Da. Kwa kweli pole sana ndugu yangu, nasema tena pole sana ndugu yangu. Unajua kwa changamoto uzozipata wewe, kwa namna navyokuona, ni kweli kabisa una changamoto. Kwa hayo ulinielezea, siwezi kubezi sana upande na kitu kingine cha kukushauri, jaribu kukaa chini, shauri almashauri yako ya kichwa vizuri, tujue, je shida ni nini? sumenaelewa vizuri. Nimekuelewa bwana Mchozi, lakini mara ya mwisho nilishampigia mpaka simu, katika maneno ambayo alikuwa akiniambia, inaonyesha hayuko tayari kurudi inanichanganya sana aise. Nimekuelewa. Kwa hiyo hapa cha kufanya kwa chini, na yote hayo uchangamke kwanza, embu changamka kido, okay. sasa hapa nataka nikupeleke pale juu ukapate kinywaji ready kabisa, sijui umenielewa. Ila unajua yani, mambo yako unayoyafanya, yani uwachaji tu. Bwana, mimi mimi ndo nilivyo kuna mda unaweza kuona sipo vizuri, lakini nipo timamu ndugu ya, twende kapate kinywaji baridi, twende. Hivi Walda, nikikuacha nitakuwa nimekuonea? una maana gani hivi? Wewe unashindwa kuelewa kwamba yule ni mamaangu mzazi na wewe ni mkweo? hivi kwa haya mambo ambayo unamfanyia hapa ndani, kwa hiyo vitu ambavyo unavyovifanya hivi ni vizuri kabisa? Wewe ni ukumfanyia hivyo yule mamaangu? Okay, unapika chakula unamtulia machumvi na machu, unajua kabisa na pressure. ni yako ni nini? Eh? Lakini mimi namuheshimu sana mama. Hivi navyoangika na hili tumbo, unadhani naweza kumnyenyesa mama eh? Kiukweli siko tayari kalma iweze kugusa kizazi changu. Hadi sasa hivi kila nikifikiria nimemkosea nini mama, nashindwa kuelewa. Namuheshimu sana, yule ni mzazi wangu, siwezi kumfanyia kinyume. Siwezi kukubali mimi nimnyenyese mama wa mtu mwingine Nipe sikio lako hili, sawa ili, ili sikio lako ili, ili yani, naomba unipe sikio lako, unisikilize vizuri, si unanisikia? Ili sikio nataka unisikilize vizuri kinachokiongea nachokiongea, hii iwe mara ya mwisho. Ukirudia tena kwa hiki ambacho unachokifanya, nadhani unanielewa, kwa kile kipigo nilichokupiga pale mwanzo nje. Sitaki tena nje kupiga sasa hivi tachokuja kufanya ulimwengu wote utashangaa. Hivyo nataka nijielezee nini mume wangu, nijielezea kitu gani ili ujue kwamba mimi sijui nimekosea wapi? Eh, niseme nini? nijielezee kitu gani unielewe? Wewe mwanamke, sitaki hizo ngonjera zako, mimi nimeshachoka hizo ngonjera zako. Nimeongea nimemaliza, sawa Sitaki tena kurudia hizo ngonjela zako, sizitaki hapa ndani. Sina nguvu tena ya kujielezea kwako, sijui nijielezee kitu gani. Uweze, uwezi, sitaki ngonjela zako. Nimeongea mimi, nimemaliza. Sawa so, sitaki hizi ngonjera ngonjera zako mimi, nimeongea nimemaliza. <tune> <tune> Liko sina mwisho. Waenga walisema huwezi kupanda usichokivuna. Waenga walisema nyuma ya pazia una uh, unaona siku hizi, ndugu yangu, una relax sana. pikipiki unatoa daiwaka, una changamoto, changamoto gani? Hamna ah, ndugu yangu Alex, sio kwamba nimeridhika, ila tu isipokuwa kuna mambo yananichanganya na ndio maana nikaweza kuitoa pikipiki dei waka sema, hakuna tatizo, maana dogo naye ulempa dei waka, ana shida yoyote, anakimbiza. Hmm, ni kweli, na katika watu wote pale kijiweni, mimi ninayemwamini ndio yule yule. Nadhani dogo yuko vizuri nasitosha, kikubwa si hesabu tu kwa bosi yeah, au kuna shida aina yoyote? Ah, mambo mengine vipi lakini Amna, mi nipo, ndugu yangu, ila ndo hivyo tu. Kuna mambo yananichanganya kichwani sanaona nikisema ni force kuingia barabarani uende kawa shida ki kiupande wangu, na ndo maana nimeamua tu kutulia nimpe dogo pikipiki piki ile kidogo anisaidie mazingira daiwaka hivyo. Ila ndugu yangu Alexi, mi nilikuwa nafikiria takuachana na hii kazi ya boda maana naona kabisa kuna mazingira yangu kama haiko sawa. Sasa nimefikiria hata kama ikiwezekana, nipite katika makampuni na makaratasi yangu yale, huenda Mwenyezi Mungu akanyosha mkono wake wa baraka. Kwa hiyo nataka uniambie, unaacha huku kabla hujapata kazi? Angalia ndugu yangu, usije kurudi kule kule. Ah, hamna shida, mimi nadhani kila kitu kitakaa sawa. kamo lakini mbona unafanya hizi kazi ungeezesha tu nikaja nikafanya. Utafanya wewe mwenyewe saa ngapi? Wewe mwenyewe upo kitandani, kitanda na wewe kila muda, wenziwa wanawake wanaamka, ona, wanafanya kazi asubuhi, we umeng'ang'ania tu kitanda. Mwanamume atoke aende kazini afanye kazi zake mwenyewe, we umeng'ang'ania kitanda. Haya maua utamwagilie saa ngapi? Ndio maana unanikausha mpaka sauti, we mtoto wewe, ha? Hapana, kwa kweli, mwanangu ana shida, ndio maana anakonda tu anakonda tu. Hivi wewe hujafunzwa kwenu hmm? Hujapewa mafunzo wewe? Hapana ah, hizo mm -mm. kazi mimi nitakuwa nazifanya mwenyewe mpaka nitajua kinachoendelea cha mwanangu. Nimekuja kukwambia mama, chai tayari, nando ukanywa mwenyewe, nitajiandalia mwenyewe kama ninavyofanya hizi kazi za humu ndani kwa mwanangu. Ndio maana unanikondeshia mwanangu wewe ha? Nimechoka. Mtoto gani wewe usioeleweka? Usinikaushe sauti, hapana ah, mm-mm. Saimoni hana mke, nimenyanyua mikono juu ah. Abadani, Aslan hawa ah. Tunao wa kuoa hawa shida. Kwa nini upokee simu zangu eh? Na haitoshi na meseji zangu hujibu, hiyo maana yake ni nini Kanu? Yaani mimi mimikutwa nzima nachezea simu na kupigia wewe, lakini wewe unadharau simu zangu, maana yake nini hivyo? Hivi ni hii kazi ya bodaboda ndio imekutunisha mambawa au ni kitu gani, kiasi cha wewe kudharau simu zangu? Ina maana mi sina akili mi mjinga hivi, Kanu? Unajikuta nani haswa? Wewe unajionaje kwa mfano eh? Yaani nikikuangalia kuanzia juu mpaka chini, yaani huna lolote na kuvumilia tu eh? Yaani, pesa huna, umenyimwa urefu eh? na haya mambo mengine ndo kabisa, sitaki hata kusema He! Wewe vipi? Yaani unajua wewe ni mwanaume na tena unatakiwa una akili timamu Sio mimi kutoa nzima nakaa na kupigia wewe, sina kazi nyingine mimi eh? unatakiwa uliheshimu hilo, mpumbavu mmoja wewe! Yaani umenifuja kipindi chote na kuvumilia tu kanu. Eh? Yaani, unakaa na mimi muda mrefu, nilitakiwa ta sasa hivi niteme mate, lakini cha kushangaza sasa hamna chochote na wewe. Ni mwanaume unajiita mwanaume. Tumia akili, Bill, katika hili umevuka mipaka. Endapo utarudia tena siku nyingine, nitakuja kukuumiza. sina mwisho. Waenga walisema huwezi kupanda usichokivuna. Waenga walisema nyuma ya pazia kuna mambo mengi, usaliti na mateso, maumivu na mapenzi